fainali za Kombe la Dunia za mwaka hamsini na nane zikachezwa Stockholm, Sweden. Ilikuwa nusu fainali, Sweden na Ujerumani Magharibi, Brazil na Ufaransa. Sweden wakafunga Ujerumani Magharibi goli moja, Brazil wakaifunga Ufaransa magoli matano. Wakati huo mchei wa soka duniani huko ndani ya nyumba Edson Arantes do Nascimento au Pele wa Brazil, aliyezaliwa tarehe 23 mwezi wa kumi 1940 Akafa siku ya Alhamisi tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na mbili akiwa na miaka themanini na mbili. Kylian e, e, na ale Mbappe alipata goli nane, ajamfikia ule Mfaransa alifunga magoli kumi na tatu alikuwa anaitwa Just Fontaine mm -hmm. Kwa hiyo fainali za mwaka sitini na mbili zikachezwa Santiago Chile, Brazil na Chekoslovakia, Brazil wakafunga Chekoslovakia goli tatu kwa moja wakabeba mara ya pili. Fainali za mwaka sitini na sita zikachezwa Wembley England na Ujerumani, mpaka dakika tisini mbili mbili, dakika za nyongeza England wakapata goli nne goli nne kwa mbili. Fainali za mwaka sabini zikachezwa Mexico, Brazili na Italy. Brazili wakawafunga Italy goli nne kwa moja. Maana wakati FIFA walipanga kwamba atakaye libeba ile kombe mara tatu anaondoka nalo. Italy wamebeba mara mbili 34 na 38. Brazil mara mbili. Sweden mwaka 58, 62 Chile, mwaka sabini Mexico. Kwa hiyo tarehe 25 mwezi wa sita mwaka sabini wakakutana Brazil na Italy, Brazil wakawafunga Italy goli nne kwa moja. Wakalichukua. Wakalichukua moja kwa moja. Finali za mwaka sabini nne zikachezwa Hanover Ujerumani Magharibi, wakakutana na Uholanzi. Ujerumani Magharibi wakabeba mbili moja, wakabeba. Finali za mwaka sabina nane zikachezwa Argentina. Ndio nchi ya kwanza kutoa mwanamke wa kwanza duniani kuwa rais, aitokea Argentina, tarehe 20 mwezi wa saba mwaka sabina nane. Alikuwa anaitwa Maria Peron, mwanamke wa kwanza duniani kuwa president. Eh, kwa hiyo Argentina na Uholanzi, Argentina wakafunga Uholanzi magoli matatu kwa moja. Argentina wakabeba kwa mara ya kwanza. Finali za mwaka 82 zikachuzwa Madrid, Hispania. Italia na Ujerumani Magharibi. Italia wakawafunga Ujerumani Magharibi magoli matatu kwa moja wakabeba kwa mara ya mara ya tatu. Mara ya tatu. Mara ya kwanza 34, Italia, mara ya pili, Faransa 38, mara ya tatu Hispania 82. Finali za mwaka 86 zikachuzwa Mexico, Argentina na Ujerumani. Eh, Diego Armando Maradona ndani ya nyumba. Paka dakika 92 mbili, mbili dakika za nyongeza Argentina wakapata bao la ushindi. Kwa hiyo kabeba kombe kwa mara ya pili Argentina, mwaka themanini na sita Mexico. Fainali za mwaka tisini zikachezwa Roma, Italia. wakakutana tena Ujerumani na Argentina. Ujerumani wakashinda kwa penalti goli moja.